I really wanted him first. Okay. So ikabidi mimi ndo nichukue simu yake nichukue namba ndo tuanze urafiki. Wow. Yes. kumbe na yeye alikuwa na iko kitu but alikuwa anashindwa kuniambia. Mm. Kwa mtoto wa kike ukajiongeza kidogo ukachukua namba. Yes. ukamwambia basi mambo yasiwe magumu sana. <laughs> akina mama vigelegele <laughs> Anamalizia malizia kidogo, Malkia wetu ana jambo kidogo, sikilizeni wa Tanzania. na sana tapendana, everything for you and paka kifo kitutenganishe Amen. Nisikie makofi mengi kwa ajili yake. Haya karibu sana. Mr. Mr. Emmanuel naye ana la kujazia jazia kwa pale mlipokutana jaziji.